Imats alikuwa mvulana mchanga kutoka mji wa Dodoma, Tanzania, ambaye alipenda maisha ya kasi na adventure. Siku moja alipokuwa akisafiri kwa basi kwenda chuo chake huko Morogoro, basi hilo lilipata ajali mbaya. Moto uliwaka haraka na Zuberi alipoteza fahamu. Wakati anapoamka hospitalini, kumbukumbu kumbu zake zilikuwa zimechanganyikiwa kama fumbo lisilokamilika. Kitu pekee alichokumbuka wazi ni kwamba msichana mrembo alimvuta kutoka kwenye basi lililokuwa linawaka na alikuwa amevaa bangili nyeusi iliyotengenezwa kwa shanga. Bangili hiyo ilikuwa na muundo wa kipekee kama ishara ya siri. Ni nani aliyeniokoa? Imart alijiuliza moyo wake ukipiga mbio. Lakini majibu hayakuja rahisi na maisha yake yalibadilika milele. Baada ya wiki chache Imat alirudi chuoni huko Morogoro akiwa na vidonda vya moyo na mwili. Siku ya kwanza alikutana na mapacha wawili warembo, Salma na Safia, ambao walikuwa wanasoma naye darasani. Walikuwa sawa kabisa, ei, nywele ndefu nyeusi, tabasamu la kupendeza na bangili nyeusi za shanga, sawa na ile aliyokumbuka. Imat alishtuka. Je, ni mmoja wao aliyeniokoa? aliwaza. Salma alikuwa mtulivu na mwenye huruma, akimsaidia Imat na maelezo ya somo. Safia alikuwa mkali na mwenye shauku, akimfanya acheke na hadithi za kustaajabisha. Lakini wote wawili walidai kuwa hawakuwepo karibu na ajali hiyo. Imat alianza kuwa na hisia kwa Salma, lakini siri ilianza kujitokeza. I, moja ya mapacha ilikuwa inaficha ukweli na nyingine ilikuwa inajifanya tu. Je, ni nini kilichokuwa kinaendelea? Kadiri siku zilivyosonga, Imat alizidi kumpenda Salma. Walikuwa wakitembea pamoja karibu na mto wa Morogoro wakishiriki siri za maisha. Wewe ni kama malaika wangu, Imat alimwambia siku moja. Lakini Safia alikuwa akionekana kila mahali akiwapa vidokezo vya kushangaza. Usimwamini dada yangu, alimwonya Imat kwa siri. Yeye anaficha kitu. Imat alichanganyikiwa. Aligundua kuwa bangili za wote wawili zilikuwa na alama ndogo ya kipekee, moja iliyotengenezwa kwa mkono, nyingine iliyonunuliwa dukani. Wakati wa sherehe ya chuo, Salma alimkumbusha kitu kutoka kumbukumbu yake lakini Safia alionekana na maelezo yanayopingana. Hisia za hatia zilianza kumkumba Imats. Je, alikuwa anampenda yule anayedanganya au yule anayeficha ukweli ili kumlinda? Siri ilizidi kuwa nzito na mapenzi yaligeuka kuwa mtego. Usiku mmoja wa mvua kubwa, Imats aliwafata mapacha hao wawili. Mmoja wenu aliniokoa na mmoja anaficha, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Salma alilia akifichua kuwa ni yeye aliyekuwa karibu na ajali, lakini Safia ndiye aliyemvuta kutoka motoni. Nilikuwa nimeogopa kufichuliwa, Safia alikiri, kwa sababu nilikuwa nimekosa leseni ya kuendesha na nilitaka kuepuka shida. Salma alikuwa amevaa bangili sawa ili kumficha dada yake. Hisia za Imat zilichanganyika, ya alikuwa amempa moyo wake Salma, lakini Safia ndiye shujaa halisi. Hatia ilimkumba Safia kwa kumdanganya na Salma alihisi uchungu kwa kuficha ukweli. Je, mapenzi yanaweza kuishi na udanganyifu? Imat alijiuliza. Uchaguzi ulikuwa mgumu na maisha yake yaligeuka kuwa kishindo cha hisia. Mwishowe, Imat alichagua moyo wake. Alimwamini Salma akifahamu kuwa siri ilikuwa imetokana na upendo wa dada. Safia alikiri na kuomba msamaha, na mapacha hao waliungana tena. Imat na Salma walianza uhusiano mpya, huku bangili hizo zikibaki kama kumbukumbu kumbu ya ajali na wokovu. Lakini katika moyo wake Imat alijua kuwa maisha hayakuwa rahisi. E, siri zinaweza kuwavunja watu, lakini mapenzi yanaweza kuwaponya. Huko Morogoro, chini ya milima ya Uluguru, hadithi yao ilianza upya, iliyojaa matumaini na maajabu. Je, wewe ungefanya nini mahali pake?